Uh, kwa majina naitwa najulikana kwa jina la papa wa buza kama ulishaniona kwenye televisheni na kunisikia kwenye maridio, na ndio mimi ujio wangu hapa mimi tuko katika huduma ya nyumba kwa nyumba niko na wapakwa mafuta wa Mungu kama unavyowaona hawa ni wapakwa mafuta wa Mungu niko nao mimi papa wa buza tukiwa tunasaidiana katika huduma ya nyumba kwa nyumba ambao huduma yetu na slogan yetu ni utoaji wa mapepo tunatoa mapepo ambayo yanatukingia kanisani na kuja huku mtaani ni yani, yani, yani kama Mungu alionyesha maana hapa ni usiku Ay, kama nilivyoeleza siku ya mahubiri ya juzi, mkesha wa juzi niliwaeleza, wapo naisikia roho ya Mungu kunieleza kwamba kuna mtu ambaye halali kumbe ni yeye. Pigeni Mungu makofi. Na huduma nyingine leo tuliokuletia mbali na huduma ya maombi na maombezi ni mafuta ya upako <laughs> <upako laughs> <laughs>

ndio walikuja waliandika walianza na hicho ndio kama hizo. Umepita kwa Kiswahili? Naam. Kwa hiyo yule si alikuwa anakaa Buza kwa mlango ule. Na hii ni kemia, ni chemistry. Mungu yuko kila mahali kwenye science. Complete certificate. Science ya roho. Science ya roho. Kwa kuwa science ya roho saa hii. Kwetu kuna moja imekuja. Eh, ningeomba tusali kidogo. Na hii ilitoka bahati mbaya. Ilikuwa nimeekea kwa ajili ya kulikuwa na somo zimefungwa. Basi basi tu hapo. Science ya roho. Naomba tungesali kidogo. Eh, Baba katika jina la na kuomba juu ya kijana huyu ambaye alikuwa anakata gogo bila kujua kwamba Papa wa Buza leo atakuwa katika eneo hili. Tupo kwa ajili ya ukombozi wa jili ya ukombozi wa ardhi na kufukuza mapepo ambao ni magumu kama mizizi ya miogo, ambao amegoma kutoka, lakini siku ya leo tunayatoa kwa uwezo na nguvu za Mungu. Naomba akumbuke kwamba huduma haitoki bure. Baada ato, chocho, cho, cho, cho, ya huduma hii anatakiwa atoe chochote alicho nacho, umkumbushe kwamba kutoa ni kitu kizuri, bali asipotoa ni kwamba anapingana na wewe Mungu, ili kumkumbusha kwamba sisi hatupingana na wewe ni lazima. Kumbuka kwamba kutoa ni kitu kizuri kabisa. Kais, mpigeni Mungu makofi amen. amen. Mwish, Mwish, mpesa, sasa, eh? na, sa sa sana sana sa sana, sa sana na ndio na hizo ndio huduma zangu maeneo ya Buza kwa mwingine vizuri. Atuko vizuri. Hmm. Basi ni fedha chache shilingi kumi na tano na sadaka yako chote ulichonacho kwa ajili ya kutuchangia ulichonacho kwa ajili ya kutuchangia, si unajua tena ungemalizia tu hiyo, sio vizuri papa kuona kitu alafu na unaondoka, na kwa sababu ni jambo la Mungu, haina haina shida, jambo la heri kabisa. Asanteni sana jamani, usiache kufika kanisa leo na mwema, nakuja kuja hivi. Haya, hamna shida, ndio mambo ni mengi. Mungu ni mwema. Haya, haya, Mungu awabariki, tuko pamoja, asante. A few moments later. Yamiyo buti. Yesu nushidani. Istarabu kabisa. Ah, basi, basi. Istarabu